DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni Rashid Chilumba, kwanza lakini habari kwa ufupi. <coughs> Wapalestina wanafanya kumbukumbu ya miaka 76 ya Nakba huku maelfu wakiukimbia mji wa Rafah. Ukraine imesema inaondoa vikosi vyake kutoka maeneo kadhaa ya uwanja wa vita na maelfu wameandamana usiku kucha kupinga sheria yenye utata nchini Georgia. Habari kamili. Gaza, Wapalestina wanafanya kumbukumbu kumbu ya miaka 76 leo tangu mamia kwa maelfu walipolazimishwa kuihama ardhi yao katika mapigano ambayo yalifungua njia ya kuundwa kwa taifa la Israel mnamo mwaka 1948 inakadiriwa zaidi ya wa Wapalestina laki saba walivikimbia au kuondolewa kwa lazima kutoka kwenye vijiji vyao, na wengi walikwenda kutafuta hifadhi kwenye ardhi ambayo sasa ni ukanda wa Gaza na ukingo wa Magharibi. Kumbukumbu kumbu hiyo iitwayo Nakba, ambayo ni neno la Kiarabu linalomaanisha janga, inazingatiwa kuwa ndio chanzo cha masaibu yanayowakumba Wapalestina na chimbuko la mzozo wa Mashariki ya Kati inafanyika katika wakati mamia kwa maelfu ya wakazi wa Gaza wameukimbia mji wa kusini wa Rafah kuepuka operesheni ya ardhini inayotarajiwa kufanywa na vikosi vya jeshi la Israel. Mapema hapo jana, katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guteresh alirejea mwito wake wa kutaka patikane makubaliano ya kusitisha vita na kufunguliwa njia za kupelekwa misaada ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Kiev. Ukraine imesema leo vikosi vyake vimerudi nyuma kutoka karibu na vijiji kadhaa mashariki mwa jimbo la Kharkiv, eneo ambalo wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele kwa mashambulizi makali tangu wiki iliyopita. Jeshi la nchi hiyo limearifu kwamba kwenye baadhi ya maeneo kuzunguka vijiji vya Lukayansti na Vovichanski limelazimika kuondoa vikosi vyake kwa lengo la kuokoa maisha na uharibifu wa mali. Hujuma hizo nzito za Urusi zimemlazimisha pia Rais Volodimir Zelenski wa Ukraine kuifuta ziara yake iliyoipanga kuifanya leo nchini Hispania ili kushughulikia hali kwenye uwanja wa mapambano. Wakati hayo akijiri, waziri mpya wa ulinzi wa Urusi Andrei Belusov amesema hivi sasa kipaumbele cha Mosco kwenye uwanja wa vita ni kupata ushindi huku ikipunguza vifo vya wanajeshi wake. Akizungumza na wabunge siku mbili tangu alipoteuliwa Belousov, amesisitiza kwamba dhamira yake ni kutimiza malengo yote ya kisiasa na kijeshi katika vita vinavyoendelea. Makundi makubwa ya waandamanaji yalifurika kwenye mitaa ya mji mkuu wa Georgia usiku wa kuamkia leo baada ya wabunge kuidhinisha sheria tatu ambayo wakosoaji wanasema inatishia uhuru wa wa kujieleza na kuyaweka rihani matarajio ya nchi hiyo kujiunga na umoja wa Ulaya. Baada ya kupitishwa sheria hiyo ambayo serikali mjini Tiblis inasema inalenga kuzuia ushawishi wa kigeni nchini Georgia, waandamanaji waliokusanyika nje ya majengo ya bunge walijaribu kuvunja vizuizi vya chuma huku wakipiga mayowe kwa hasira. Maandamano yaliendelea usiku kucha kwa maelfu kwa kusanyika kwenye viwanja vyenye mashujaa katikati mwa mji mkuu Tiblis. Sheria hiyo ambayo wale wanaoipinga wanasema imechukua mkondo wa Kirusi inavitaka vyombo vya habari na mashirika ya kiraia kujiandikisha kama walinda masilahi ya kigeni, iwapo unapokea zaidi ya asilimia ishirini ya fedha kutoka nje. Umoja wa Ulaya na Marekani zimeionya serikali ya Georgia kuhusu sheria hiyo, huku kila upande ukisema unatiwa mashaka na dhamira ya kutungwa kwake. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini bon. Paris. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anafanya kikao na mawaziri wa andamizi mchana huu kujadili wimbi la ghasia linaloshuhudiwa kwenye kisiwa cha bahari ya Pacific kilicho chini ya milki ya Ufaransa cha New Caledonia. Kikao hicho cha dharura cha masuala ya ulinzi na usalama kwa kawaida huwaleta pamoja rais Macron na maafisa kadhaa wangazi wa ngazi ya juu wa serikali ikiwemo waziri mkuu, mawaziri wa ulinzi, uchumi, mambo ya nje na wa mambo ya ndani kimeitishwa baada ya mtu mmoja kuuawa na makumi ya watu akiwemo maafisa wa polisi kujeruhiwa katika machafuko yanayoendelea kwenye kisiwa cha New Caledonia kupinga mageuzi ya katiba yanayoshinikizwa na Ufaransa. Mageuzi hayo ambayo ni lazima idhinishwe na bunge la Ufaransa yatawapatia haki ya kupiga kura watu walioishi kwenye kisiwa hicho kwa angalau miaka kumi. Hata hivyo mageuzi hayo yanapingwa na kundi linalopigania uhuru wa kisiwa cha Kaledonia ambalo linasema yatapunguza nguvu ya jamii ya wazawa katika ngazi ya kufanya maamuzi. Taipei, maafisa wa serikali ya Taiwan wamesema katika wiki za karibuni jeshi la China limetuma meli na kurusha ndege za kivita karibu zaidi na kisiwa hicho kuliko lilivyowahi kufanya hapo kabla. Maelezo yao yanarandana na ripoti zinazokusanywa na serikali ya Taiwan ambazo zinaonyesha tangu mwishoni mwa mwezi Aprili idadi kubwa zaidi ya meli na ndege za China zimefanya luteka karibu kabisa na kisiwa hicho. Maonyesho hayo ya nguvu za kijeshi za China yanashuhudiwa katika wakati Taiwan inajiandaa kumwapisha rais mpya Lai Chingte mnamo Jumatatu inayokuja. Taiwan imesema ilitarajia kuona vitendo vya namna hiyo vinaongezeka kutoka Beijing ambayo inakizingatia kisiwa hicho chenye utawala wake wa ndani kuwa sehemu ya himaya ya China. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW, dunia yetu.